Africa kama watani zangu kuwa mabingwa na kitu kikubwa ambacho nilikwenda, kwa sababu nilikwenda kuwapa Yanga mwanzo wa msimu ubingwa. Kwa sababu gani ni, eh, ni chemistry ya wachezaji. Maana ya chemistry ni, ni muunganiko wa wachezaji kwa pamoja, wana zaidi ya miaka mitatu, na hata ukiangalia kwenye, kwenye dirisha ambalo walifanya, walifanya maboresho Yanga. Ameingia Klatus Chota Chama, ameingia Prince Dube, ameingia Duke Abuya. Ukimwangalia mtu kama Israel Patrick mwenda amekuja kuingia dirisha dogo, ni wachezaji ambao compact walikuwa kwenye ardhi ya Mama Samia. Kwa hiyo, walikuwa hawana shida kwenda kuzoea viwanja, walikuwa hawana shida kwenda kuzoea hali ya hewa, walikuwa hawana shida ya kwenda kupata shida aina yoyote. Kwa hiyo moja kwa moja, Dar es Salaam Africans wamedeserve kuwa mabingwa, na hii sio kubahatisha. Wametuadhibu katika uwanja huu wa kumbukumbu wa hayati Benjamin Mkapa mm. Zaidi ya mara tano. Kwa hiyo si swala la kubahatisha mm. kualitdasa Africans imekwenda kutuwazibu kwa vitendo ndani ya pitch. Mm. Ndio e, samu ukimya wa Simba ni wazi, walikuwa hawahitaki hii mechi, na wengi wanasema Simba ni kama amekuja kukamilisha ratiba tu. Aa, swala la kuto kuitaka mechi mm -hmm. ni bodi ya ligi mm. ndo waliharibu structure nzima ya huu mchezo mm. walianza toka tarehe nane. Ni lazima mashabiki wa Simba ambao labda wananiona mimi ni mamluki, tujaribu tuuongelee mpira zaidi kuliko ushabiki mm. Nahitaji mimi watu wasiniataki kwa ubaya. Aha. Mimi huwa sina mapenzi ya ushabiki maandazi mm. sijui Eliya Mpanzu, sijui Pakome mm. sijui nani, ah, mambo mimi sina nahitaji kwende tukatafsiri mpira, twende tukazitafsiri sheria mm. twende tukatafsiri kanuni za mpira mm. twende tukaangalie performance ya timu ndani ya pitch ilikuwaje? Si ndipo? Kwa hiyo Simba walikuwa wanaotaka, Yanga walikuwa wanataka tarehe nane mm. Kisingizio cha Simba kusema kwamba wamekwenda kuwatakiwa na mabonsa ya Yanga, wao walishindwa kwenda kufanya kutimiza kanuni yao ya wa kimsingi. Walikuwa na haki ya kimsingi, lakini je, kanuni inasemaje? Kwa hiyo Tulia basi, brother. Utakuja kuongea hapa, kwa hiyo kanuni ilikuwa takia, twende tukaitafsiri kanuni nasemaje? yeah. Yanga wakaadhibiwe isimba twende tukacheza ile mpira tarehe nane. Kwa hiyo ikashindikana na ndo zogo likaanzia pale, Sam Simba kutoa taarifa ya mechi saa sita eh, hii kwako umeweka tafsiri gani? Simba walikuwa kimya zaidi ya siku kumi kwa mimi hapa, uh -huh. kama Sam Simba, uh -huh. vyazo vyangu vya habari nilijua, uh -huh. wataleta timu na nishatangaza toka jana mm -hmm, kwenye pesi zangu mm -hmm, kwenye media tofauti mm -hmm, nilitangaza nikasema Simba lazima waje. uh -huh, vyombo vyangu vya habari uh -huh, vyanzo vyangu vya habari uh -huh, nimejiridhisha Simba wataleta timu. uh -huh, na huwa nikiongea maneno yangu hayaunguki chini. uh -huh, mwisho wa siku Simba tumekuja ila Kuto kuwa mashabiki wengi ni kutokana na management yetu kutokuridhishwa na kile kitu mangungu kwenda kwa mama kwenda kuitwa uh -huh. Na mwisho wa siku wakawa wamegawana viongozi ndani ya management ya Simba uh -huh. Lakini hayo tuyaache uh -huh. Timu imekuja uwanjani, quality ya Yanga leo imeenda kuamua mechi. Sam, kulikuwa kuna mzozo kati ya Pakome Zouzoua na Elie Mpanzi eh, lakini vipi, MVP wa ligi kwako ni nani? uh -huh. Mimi bila kupepesa macho bila kusinzia hmm bila kushawishiwa na mtu MVP wangu mimi ishirini na nne ishirini na tano ninamtamka ninamtangaza, ni Pakome Zuzua. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Lazima ninapomtangaza MVP niwe na evidence na sababu za msingi. Pakome Zuzua ni mchezaji ambaye amechukua tuzo za MB, amechukua za, za man of the match, mechi takribuni ana tuzo nane. si ndivyo? ana magoli ana magoli kumi na mbili yeah. ana asisti kumi na mbili. sorry, kumi, yeah. assisti, kumi. Yeah. ana magoli kumi na mbili. ni mchezaji ambaye amehusika katika magoli ishirini na mbili. si ndivyo? huyo ni mchezaji ambaye ana yeah. uwezo kuingia kwenye box yeah. na timu ambazo labda zinatengeneza low block yeah. mimi naamini E, Pacome Zouzoua ana hiyo funguo ya kwenda kufungua wachezaji si ndivyo? Hiyo ni moja. Pili, mimi mchezaji ambaye ninaweza kusema kwamba kwenye hiyo kategori, kama angeanza msimu mwanzo, ilikuwa ni Alimpanzu, lakini Mlimupanzu, kanuni hazimruhusu, ana miezi mitano tu nchini. Kwa hiyo haruhusiwi kuingia kwenye kategori ya MVP. Kwa hiyo mimi namtangaza, hayo ni maoni yangu mimi, kama Sam Simba, lazima muyaheshimu. Namtangaza kwa heshima na taadhima, MVP wa 2025 ni ishi ni Pakome.